Nyosha viungo kidogo. Maana naona joto la Tanga limewatia watu uchovu. Takbir. Takbir. Takbir. Barakallahu fikum tuketi. Nina furaha isiyokuwa na kifani furaha bila ya kiasi wala basi, kwa mara nyingine tena leo kukutana na wanafunzi wa chuo cha utumishi kilichopo hapa Tanga maeneo ya Kange, leo tarehe 29 mwezi wa sita mwaka huu 2025, ni siku nyingine tena ya kihistoria. Nimekuwa na bahati na hata sijui kwa nini na nyinyi wanafunzi, nimekuwa na bahati na nyinyi wanafunzi wa chuo hichi cha utumishi cha hapa Tanga eneo la Kange. Mwaka juzi 2023 mlinialika kule kule katika maeneo ya chuo chenu au maeneo ya Kange, na leo tena kwa mara nyingine, 2025 mmenialika. Sijapatapo kualikwa au kuitikia wito wa chuo cha utumishi mkoa wowote isipokuwa Tanga. Hata sijui, sielewi, au ndo ile chai ya nazi sijajua, lakini nadhani kuna pahala mnapitia na kuwa sina ujanja kwa Dr. Kahtani, lakini mara nyingi ukishapewa kuwa mgeni rasmi, unatakiwa uongee ki mgeni rasmi mgeni rasmi. Ingawa mimi ni dai mlinganiaji, mtu wa dawa, hata kama mmenivisha kilemba cha ugeni rasmi, naona haijakaa sawa nizungumze kiugeni rasmi bila ya kuzungumza kama shekhe. Uwepo <coughs> wenu katika chuo hichi ikijulisha jambo. Uwepo wenu katika chuo hichi ukijulisha jambo, unajulisha juu ya utafutaji wa ilmu na hakuna, du, hakuna, dini, hakuna dini duniani inayojua thamani ya kutafuta ilmu kama Uislamu. Masadiru sharia, machimbuko makuu ya sheria za Kiislamu ni Qur'ani na, hebu malizia Qur'ani, na na sunna. Qur'ani ina sura mia moja na kumi na nne ina juzu thalathini ina aya 6626 au 36 takriban. Sura ya kwanza kabisa kuteremka na kuteremshwa juu ya kifua cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ni sura inayozungumzia kutafuta elimu. Kama mnaijua, someni hata aya mbili, ni wasikie kwa sauti kubwa, niwasikie, sura inasemaje? Anzeni bismillahi. Ehe. Ndiyo, eh. Maliza ndiyo takbir, ndo maana nikasema nyinyi mna kitu

Wasomi wote duniani wanaandika. Hata malekcha wenu wa chuo kikuu chenu cha utumishi, anaweza akaja pale akamwaga lekcha zake, hawezi kuondoka bila hata kuandika sentesi moja au pointi moja katika ubao. Alladhi allama bilqalam, Allah ndiye aliyefundisha kwa kalamu. Allama linsana ma lam ya'lam, amemfundisha mwanadamu asiyoyajua. Huu ndo Uislamu, dini iliyohimiza kutafuta elimu. Taifa letu hili lina maadui wakuu wangapi? Taifa letu lina maadui wakuu wangapi? Wasomi wa utumishi, watatu. Tunaambiwa na waasi, sawa? adui wa kwanza ujinga, adui wa pili eh, umaskini, adui wa tatu maradhi, si ndio? Kabla taifa kuasisiwa na waasisi wake kuumbwa, hayo alikwisha yasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku nyingi. Kwa hivyo hongereni kufikia hadi kumaliza chuo kikuu cha utumishi. Pana fakati ngapi hapa katika chuo hichi? Huu ndio mwaka wa mwisho amiri, si ndio? Hebu nieleze digrii zilizokuwepo. Hawa kuna wasomi wangapi, ambao mwenye digrii yupi na yupi na yupi? Diploma mwisho ya nini? kozi tano, kozi ya kwanza ndiyo, ugavi na manunuzi. Ehe, ndiyo, ndiyo, ndiyo. Asante kujitoa kwenu, mkatoka mikoa mbalimbali, mkaja hapa kusoma katika chuo hichi cha utumishi. Hili likijulisha jambo, linajulisha kwamba Waislamu si wazembe, wanajua thamani ya elimu, kweli si kweli? Na asikudanganye mtu akasema Waislamu bwana hawakusoma, Waislamu wananyimwa fursa. Na yasema kwa kinywa kipana, sioni noma wala kokoro, wala simwogopi mtu yoyote. Waislamu wanabanwa, watoto wa Kiislamu wakishamaliza form 4, kutoka 4 kwenda 5 na 6 wanachujwa, kutoka 6 pale kwenda chuo kikuu wanachujwa. Si kwamba watoto wa Kiislamu vichwa vyao vichwa vya maji, si kweli. Na ndio maana almarhum mzee Adam nani, Kigoma nani Malima, Allah amrahamu na amlaze pahala pema peponi, semeni amini, amin. Alipokuwa waziri wa elimu huko nyuma, akagundua kwamba kuna vitu vinapita kuhusu Waislamu, akaamua usahihishaji wa, Aka wa mitihani na ufaulu utokane na namba na sio jina la mwanafunzi. Mwaka ule maajabu yalikuwa ni mengi, Waislamu walifuzu kwa uwingi hii maana yake kisokoro kwinyo kipo. Hebu sema wakito Muhammadi abdara kaata, huyo mpunguze maksi za Muhammad, anapewa jioni. Hayo tunayajua, sio watoto wa mjini, tumeelewana eh? Lakini bado Waislamu hawajakata tamaa, wanaendelea kusoma. Wazazi wa, wa Kiislamu na hali zao mbaya hali zao duni za, katika za, za, za kiuchumi bado wamekomaa, wanasomesha watoto wao. Ombi langu kwa vijana wa Kiislamu popote pale mulipo katika nchi hii vijana na mbali mbali, wa Kiislamu mnaosoma katika koleji mbalimbali vyuo vikuu vya nchi hii msiwaangushe wazazi wenu na msiwaangushe Waislamu wenzenu na msiwaangushe Uislamu kwa ujumla. Kuna watu wanakutafuti, wanakutafuti, wanakutafu, wanakutafutieni sababu kusema kwamba hawa hawajui, hawa hivi, hawa kadha. Wengine wanabebwa tu bichwa maji, si tunawajua kina nani wanabebwa tu, lakini hayo yataisha kwa idhni ya Allah. Kwa hivyo baada ya kukuambiani kwamba dini yetu imehimiza kusoma na ni dini inayojua thamani ya elimu, Naomba nikupeni aya mbili tu, sisikii raha bila ya kukupeni aya katika suratu Zumar, Qurani inasema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la yalamun, sema ewe Muhammad, Hivi wanaweza kuwa sawa wale wanaojua na wasiojua, waliosoma na wasiosoma? Aya inahimiza watu wasome. Aliyesoma si sawa na asiyesoma, na asiyesoma si sawa Mujadala, na aliyesoma katika suratul Mujadala Quran nasemaje? yarfa'illahu alladhina amanu

Yarfa illahu alladhina amanu, sio amekwisha wanyanyua, anaendelea kuwanyanyua Allah wale walioamini wa miongoni mwenu na wale waliopewa elimu, bwana wana daraja zao. Tumefahamiana? Nikupeni mfano mmoja mfupi, niketi na siutoi mfano huu kwa nia yoyote Allah anashuhudia yaliyomo ndani ya nafsi yangu. Jana nilikuwa Darul Ulum kwa mwamba, mwamba wa miambani huyu hapa, Sheikh Saidi Omar kule Dar es Salama, jiji la gharama. Kuna msemo unasema miamba, Ehe? iko mingi, miamba wako wengi lakini mwamba wa miambani wachache, katika mwamba wa miambani hapa Tanga Sheikh Said Omar. Nilikuwa kwake, nilikuwa nazungumza na wanafunzi wake wanaosoma dini jana. Katika kuapa moyo nilikuwa nawapa historia yangu mimi ya kusoma primary school. Nimesoma shule ya wanafunzi wa vipaji primary yangu ilikuwa inaangaliana na Markaz branch ya Azhar al Sharif. Tukitoka pale shuleni tunakuja huku tunakula mihogo, naona wale vijana wanaongea Kiarabu wanamwaga hadithi za Mtume, roho inaniuma nikaba mzee, nikimaliza primary siendelee naenda kusoma dini. Nikajiunga pale miaka kumi, nilikuwa natembea kwa miguu kilomita tatu kwa ngoko kutoka nyumbani mpaka chuoni, miaka tisa au kumi. Chakula changu ni mihogo ya kukaanga na juisi ya kufunga, zile juisi za, za nailoni. So hizi sasa hivi nyinyi mna raha safi kabisa. Afya hizi za kufunga, haijulikani imefungwa na nani, ndani pamepita nini, tunabugia tu. Na mwenzangu Shefumo huyo hapo huyu hapo, simama wa kuona nimesoma nayo. Huyu amenizidi umri, msishangaye mbona yeye ndevu zake nyekundu, miza kwangu nyeusi, na kanizidi mengi, ana wake wanne. Nimpige kitemeketemeke, nimpige kidogo, nisimpige? Basi nisimpige She, she kasema nisimpige, lakini upigaji ulikuwa ni upigaji wa kirafiki, sio wa kummaliza bwana, sio na wasiwasi. Tulikuwa tunakula mihogo pamoja. Kila unapohama darasa, vitabu vinaongezeka, tunapewa vitabu bure vya dini vyote, masomo zaidi ya kumi, tunavibeba mpaka tunaumia. Nikawa mimi na wenzangu tunajitia watoto wa mjini, tunachukua zile timetable za masomo tunajua kesho ni somo fulani na somo fulani na somo fulani, tunabeba vitabu vya siku ile. Sasa ngoma inakuja kugeuka, ikiwa kesho mwalimu husika wa somo hakuja, akaingia mwalimu mwingine, kitabu huna, daftari hujabeba. Sasa hivi nikiwa naendesha gari nikipita mitaa, nilikuwa nikitembea kwa miguu iwe nadra naongea na ungeena, simu niko bize, lazima nigeuze shingo niangalie mitaa yangu, namwambia dereva, dereva wangu nilikuwa nikipita hapa, nakatisha hapa, mchicha kilomita tatu. Nyewe siku hizi mnapewa mpaka nauli bwana, mshukuruni Allah na washukuruni wazazi wenu, anishkur li waliwalidaika ilay almasir

na ukiona mambo yako supa kuanzia mwanzo mwisho, tia shaka. Ukiona unaanza kupata tabu kwenye masomo, mara umefukuzwa, ada huna ada, bweni huna chakula, unadowea kwa marafiki zako kishida na kitabu, utakuja kuwa mtu mkubwa. Kaza buti. Nahitimisha, ukitaka kuwa msomi mkubwa, kuwa na maarifa mengi, elimu kubwa, Shika mambo sita. Sitoyafafanua. Alimamu Shafi'i kayaeleza kwenye kitabu chake diwanu Alimamu Shafi'i, anasema: akhi lantanala lilma illa bisittatin. E, ndugu yangu, ukaye ukitambua ya kuwa hauwezi kupata elimu bora mpaka kwa mambo sita. Sikiliza haya mambo sita sasa. Anasema, jambo la kwanza saumbika an tafsiliha bibayani, nitakueleza kwa ufafanuzi na ubayana juu ya mambo haya sita. Jambo la kwanza dhakaun, uwe na akili, na watu wote wana akili, hakuna mtu asiyekuwa na akili, ni jitihada tu. Dhakaun, uwe na akili. Nyinyi mnasemaga uwe kichwa jambo la pili wahirsun uwe na pupa uwe na uchungu uwe serious jambo la tatu wajitihadun uwe na jitihada warabu wanasema manijtahada wajada atakaye jitahidi atafanikiwa atapata anachokitaka kwa jambo la tatu juhudi kazabuti ongeza juhudi jitahidi Kubali kuumia. Jambo la nne, wa bulghatun. Hapa kidogo kuna mtihani. Wa bulghatun, uwe na chochote kitu cha kupooza njaa zako. Ukiwa na njaa kwa asilimia mia moja unapiga ndefu chai, hujui asubuhi mchana hujui, Allah mwenyewe atakusaidia, sema amin. Lakini uwe na angalau chakula, kwa sababu tathmini yaonyesha wanaopiga ndefu ukiwa na njaa, kuelewa inakuwa ni kazi kwao. Jambo la nne, jitahidi walau mkono uende kinywani hata mara mbili kwa, kwa siku kama sio mara tatu. Jambo la tano, wasub, wasuhbatu, wasuhbatu ustadhin jenga mahusiano mazuri na mwalimu wako, weka usuhuba na mwalimu wako. Mtoto wa kiume jenga usuhuba mzuri na mwalimu wa kiume, mtoto wa kike jenga usuhuba na mwalimu wa kike. Walimu na madaktari wana tabia ifuatayo: inna tabiba wal muallima kilahuma la yansihani idha huma lam yukrama Mwalimu na daktari wote wawili hawa wana utamaduni ufuatao: hawako tayari kukupa nasaha za ziada, ushauri wa ziada, upendo. Hawako tayari kukufungulia moyo ikiwa hautowakirimu na kuwathamini na kuwaheshimu. Jipendekeze kwa mwalimu wako, utaona atakupa matirio na njia ambazo mwingine hampi na jambo la mwisho watulu zamani na Allah kujalie, uwe na umri mrefu wa kusoma, kwa sababu kama Allah atakuandikia tu mwaka wa kwanza, inna lillahi, kuna elimu tena hapa? Kuna elimu tena hapa? Jambo la sita uwe na umri. Shikamaneni na mambo haya sita. Mwisho niendelee tena kurejea, niseme na kushukuruni sana kwa kunialika kwa mara nyingine. Naomba muniahidi mbele ya Allah, mbele ya mashekhe hawa, walimu wenu, wazazi wenu, muwe watoto wazuri wa Kiislamu. Nendeni mkatuwakilishe Waislamu katika majukumu yenu na kazi mbalimbali mtakazopata. Nendeni mkatumikie Uislamu, wasiokuwa Waislamu wakishaingia kazini, dini yake kwanza, kazi namba mbili. Jambo lolote la kanisa, jambo lolote la, asiyekuwa la mwenzake analishughulikia haraka. Waislamu wengi katika nchi hii hawajiamini. Waislamu wengi katika nchi hii waoga. Waislamu wengi waliopata kazi na nyadhifa mbalimbali katika nchi hii wanaamini wamepewa fadhila, na ndio maana hawana msaada kwa waislamu wenzao, tofauti na wasiokuwa waislamu. Hawaogopi, Hawana noma wala kokoro, wanafanya tena wanachokitaka tena, wanakuwa majasiri kweli kweli. Wangapi wako tayari kumwahidi Allah na mtume wake watakuwa majasiri katika kazi zao, hawatoona noma wala kokoro, hawatomuogopa mtu yoyote, watalitumikia taifa lao na kuwatumikia waislamu wenzao? Wangapi? mkono juu! Mbona wengine waogaoga? Takbir! Takbir! na Dokta Kahtwani akasema na yeye yuko na nyinyi. Barakallahu fikum. Kishki TV, nuru ya dini yako.